Yule bwana yule aliyekuwa anaendesha gwaride, sijui yuko wapi? Oh, asante asante sana. Huyu bwana huyu ninaangalia sana wakati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 Kasema mwamba kajipanga. Hongereni sana kwa gwaride zuri. Hongereni sana.